Watu wengi wamekuwa wakitoa elimu za ufugaji wa kuku katika njia ya kisasa, iwe ni kuku wa mayai au kuku wa nyama, na wengi wamekuwa ni kuku wa kisasa. Sasa nikaona ni watu wachache sana ambao wametoa elimu kuhusiana na ufugaji wa kuku wa kienyeji. Kama unavyojua kuku wa kienyeji, watu wengi sana wanafuga, lakini hawafuati ile misingi ya kusababisha kipato chao kikuwe na kiwe kikubwa, tofauti na kuku wa kisasa. Kwa hiyo leo nikaona si vyema kama sitotoa somo hili la ufugaji wa kuku wa kienyeji e, na wakakuletea tija kubwa. Nini cha kufuata, nini cha kufanya kuwa na mimi. Ufugaji wa kuku wa kienyeji ni miongoni mwa shughuli zilizozoeleka sana katika jamii yetu ambapo hauhitaji gharama kubwa sana kama kuku wa kisasa, kwa sababu mara nyingi kuku wa kienyeji kuna muda unawaachia tu waende wakatafuta chakula wao wenyewe. Ambapo hapa unaweza kuanza na matetea wawili na jogoo mmoja. Hii ni kulingana na mtaji wako wewe ulio nao. Kwa hiyo uwezo wako wewe ndio utasababisha uwe na kuku wangapi. Kama uwezo mdogo, unaweza kuanza na matetea wawili na jogoo mmoja. Kama mtaji mkubwa, utaongeza zaidi. Mitetea yako itakapoanza kutaga atakiwa kukusanya mayai. Watakapowatamia basi akisha unawatamisha. Endapo kama haujui namna gani unawatamisha, basi tafuta mtu ambaye atakusaidia kuweza kuwatamisha kuku wako. Baada ya kuwatamisha wakisha totoa hakikisha ya kwamba unawatunza vizuri wale vifaranga ambapo hapa idadi ya kuku zako itaongezeka kadri unavyozidi kuweza kuhatamisha mayai au kuhatamisha kuku wako. Kuna njia nyingi sana za kulea vifaranga, lakini kwa vifaranga hivi vya kuku wa kienyeji ni kwamba unatakiwa kuwalea kwa uangalifu, japo sio sana kama kuku wa mayai au kuku wa nyama wale wa kisasa. Lakini kuku wa kienyeji nao pia wanahitaji uangalifu, ambapo katika chakula natakiwa kununua pumba laini kwa ajili ya vifaranga vyako, lakini pia maji ya kunywa changanya na aloe vera. Wengi tunaojua mmea wa aloe vera e, changanya na mmea wa aloe vera kwa kukatakata vipande vidogo vidogo, kisha changanya wawekee kwenye chombo kilichokuwa kisafi, na kuhakikishia kuku wako watakuwa vizuri, yani vifaranga vyako vitakuwa vikiwa na afya. Unaweza ukajiuliza kwamba kwa nini tuwawekee maji ambayo tunawachanganyia na aloe vera? Hapa naomba nikuambia kitu kimoja. Maji hayo yenye alovera yatawakinga na magonjwa nyemelezi e, yale magonjwa ambayo kwa kuku wakiwa wadogo yanawasumbua sana. Lakini pia badilisha maji kila baada ya masaa matatu hadi sita. Lakini kuna jambo lingine ambalo, hutakiwi kuwa na tamaa ya nyama au mayai. Hapa tunazungumzia kuku, hautakiwi kuwa na tamaa ya, ya, ya, ya, ya, ya nyama ya kuku au mayai ya kuku, yani acha ya kabisa. Kumbuka upo katika uh, proses za kutafuta kipato kikubwa, lakini pia kukuza kuku wako. Usiwe na uchu wa kuchinjachinja kuku, pia usiwe na uchu wa mayai. Ukishafikia malengo, anza kuuza kiasi kidogo cha mayai na baadhi ya kuku hasa majogoo, eh, kwa sababu majogoo hatuhitaji wengi sana katika uzalishaji, tunahitaji wachache sana, tunahitaji matetea ili uweze kujiingizia kipato na usikwame katika mahitaji madogo madogo. Unaweza ukajiuliza ya kwamba nawezaje kuwalisha kuku wangu? Huu ni mfano wa jinsi ya kuweza kutayarisha chakula cha kuku ambapo matayarisho haya yanabidi uzingatie: pumba za mahindi kilo 30, lakini pia mashudu ya alizeti kilo tatu, cotton kilo 2, calcium kilo 1, dagaa kilo 2, poland kilo 2, paraza kilo 3, chokaa kilo moja, bila kusahau premix robo. Kwa hiyo ukizingatia vitu hivyo hapa, utakuwa tayari kwa ajili ya kuandaa chakula cha kuku wako na kuku wako watakuwa wakiwa na afya nzuri kabisa. Mimi ni sauti Biego, usisahau kutufuatilia katika makala zetu mbalimbali za kilimo na ufugaji hapa hapa kupitia Shamba Hub TZ. Usisahau kulike, kushare, bila kusahau kusubscribe YouTube chaneli yetu.